Na na, e, njum... nja, e, brother hapa anamsikiliza Saida Karoli msanii wa nyumba. Njaa ya nini wewe? Mbona asubuhi sasa hivi njaa? usiku ukula dk mna njaa ya hivi zi, njaa niya ni chakula yani? Sasa chakula kivipi? sababu hapa mnaziwa karibu, kama ni samaki mnawapata e ardhi nzuri ya kilimo, maana ya kusema njia ya chakula chakula kiko juu sana mm. Kimepanda juu bei kubwa. Kwa hiyo sasa hivi kipato tunachokipata humu ni kidogo mm. Kichache yaani tuseme, naweza ukaingia mu mm. kapata buku buku mbili sasa inakuwa ikizi mahitaji, na lazimika we mwanaume usile, ila familia ifanyeje? Ile ndio naona asubuhi asubuhi hapa naamka aenda kupambana. Kwa sababu anaenda kupambana wewe una yani naweza ikapita siku leo hujapiga msosi lakini nyumbani umeacha kitu. Eh, ndio hivyo yani. Kwao njaa kwa wanaume sio kwa e, familia. Sio kwa familia. Okay. Ila kuna sehemu unapofika tu ukazidiwa kama kuna kaunga nini mkakoroga uji. Hivyo hivyo sikika pia. Kwa sababu anaenda kuvua samaki. Eh, oh? e, hapa anaenda kuvua hapa. Samaki gani anavua? Sato. Sato. Eh. Sasa ukishavua au si una, unapika nyumbani, unauza, unapata hela? Ah, napata hela lakini sasa kuna muda unaenda unakosa so kila siku. Ni maana leo naweza nikaenda nikapata Mungu akajali ya nikabaki hapo vimboga nikauza. Vingine nikauza nikapata hapo hela matumizi nyumbani. Lakini kuna muda naenda nakosa kama jana nimekosa kabisa yani nimeenda kuanzia asubuhi hadi saa 8 sikupata kitu chochote. Lakini leo naamini kwamba unaenda kupata. Uh, mi naamini Mungu, mi kila siku napoenda kuvua nakuwa naamini Mungu kwamba nitapata samaki, kwa sio kupata kila siku. Uh, uh, ila sio kila siku mm. Uh, bwana mimi nimepita mtauni. Kwani mmetulia kweli lakini nikaona hey, jamaa napita, kwanini nisongee na wewe mm.